Tarehe 15 ndio itakayotoa mwongozo wa tarehe 18. Sikize vizuri hapo. Tarehe 15 ndio itakayotoa mwelekeo wa tarehe 18. Kwa nini nasema hivyo? Ikitokea tarehe 15 wameingia pale uwanjani, Bodi ya Ligi hao wenzetu marefari wakasema Yanga inanyang'anywa pointi 15, ligi imeishia hapo lili imeishia hapo. Nisikize vizuri kauli yetu, kama Yanga hatuna imani na Bodi ya Ligi. hatuna imani na Bodi ya Ligi. Sasa ikitokea tarehe kumi na tano ndio maana nimesema hapa, hatutanyang'anywa pointi yoyote ambayo tumeipata kwenye jasho kwa jasho uwanjani. Ikitokea tarehe kumi na tano wameingia na marefari wao pale, wameingia na makamisao wao pale, kila kitu kimekamilika, Yanga hatupo Wakasema Yanga ananyang'anywa pointi zake, Simba na kwa pointi tatu, Yanga anafikwa pointi 15, ligi ya nchi hii imeishia hapo. Ama timesema hainyang'anywi pointi yetu hata moja, na wakitaka wafanye hivyo, wakitaka waone wafanye hivyo tarehe 15.